E, ndugu waandishi wa habari nashukuru kwa kutupa nafasi hii ya kuongea na wananchi Wazanzibari, wananchi wa, wa mkoa Mjini Magharibi na Watanzania ambao wanaishi hapa katika mkoa wetu. E, ninachozungumza ni kwamba askari ni watu, watu wana tamaa wana, wengi watu kwa sababu wananchi wengi wanahamu ya watoto waajiriwe, vijana wenyewe wanataka kupata ajira. Sasa wale wana opportunist wale wenye, wenye tamaa wale, wanapoona watu wanataka hizo ajira ule uaskari wao unatoka wanabaki kuwa wahalifu. Kwa hiyo mtu ambaye atashiriki hata kama ni askari mwenye cheo chochote kama atashiriki watapeli wananchi wako ambao tumewakamata. Askari wametapeli, eh, wananchi wanaeleza huyu alituambia ni askari wa jeshi, alituambia ni askari sio kikosi, alituambia sio ni askari polisi. Wapo tumewakamata na wanachukuliwa watu wanapelekwa mahakamani. Na nataka kuhakikishia wananchi ni kwamba hao waliofanya matukio yao tuna tunawakaribia tutawakamata wala hatuna shida na hilo. Tuna uzoefu na maeneo hayo. Kuna mtu mmoja tumemkamata waw tuna, tuna, tuna, tuna tapeli watu hapa Zanzibar akakimbilia Sumbawanga, tumempata kule, tumemleta, tunahangaika tunashughulika na kukamisha upelelezi aende mahakamani. Alidhulumu watu wengi sana, watu zaidi ya mia na kitu. Kwa hiyo zipo kesi za hivyo, yani zipo, wanajua wenyewe wananchi kule. Aliweka kinani chake pale, nafini mambo kwa mchina pale ofisi pale, watu wanakuja wanatapeliwa wanatapeliwa. Sasa ma utapeli yapo, watu wenye matamaa wapo, watu wajinga wenye tamaa wapo. Mtu yoyote awe mtumishi awe ameajiriwa awe hajaajiriwa, any person, mtu yoyote ni kwamba ukiwapora Wazanzibari wanaofanya wanaoishi mkoa Mjini Magharibi kwa kuwadanganya kwamba kuna ajira, utaumia. Yani hatutaangalia haiba yako, hatutaangalia uwezo wako, hatutaangalia umetoka wapi. Yani acha hiyo akufikiri kuwa na mawazo hayo butubutu, uwe mtu yoyote, utaumia. Wako raia tumewakamata nao wanatapeli. Wito wangu wananchi, hilo ndio muhimu, waache kuwa na na na, na na na wapunguze jazba, wapunguze ule uharaka. Najua kibinadamu mtu akisikia kuna ajira na hamu aipate mtoto wake, lakini waende kwenye vyombo sahihi. Kama wameambiwa ni polisi, waje hapa kwa kamanda. Kama wameambiwa ni jeshi la wananchi, waende kwa kwa, kwa mkuu wa mkoa. Kama wameambiwa ni usalama wa taifa, waende kwa mkuu yani, wa mkoa yani wameambiwa ni vikosi vya SMZ waende kwa mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa ana taarifa zote, mkuu wa wilaya ana taarifa zote, masheha wana taarifa zote, watapata taarifa sahihi kutoka kwa viongozi wao wale wa kwenye serikali kule. Jeshi la polisi vituo vyetu vitu vitu viko kila mahali. Nenda kwenye kituo cha polisi, uliza, tumesikia kuna ajira za polisi. Nenda ofisi ya kamanda kwa sababu ma polisi polisi si ofisi watu wanafika. Zinafikika kiurahisi njoo. Zile idara ambazo nafikiri hazifikiki. Nenda kwa mkuu wa mkoa, nenda kwa mkuu wa wilaya, nenda kwa sheha. Watapata taarifa, haya mambo ya kurupuka tu ile. E, ule binadamu unawabeba zaidi kuliko kuangalia uhalisia wa mambo. Sasa hiyo ni hatari. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba wawe watulivu, wakisikia ajira wawe watulivu, watapigwa pesa. E, pesa zenyewe za kupatikana kwa shida hizi.